Hali gani mpenzi mtazamaji wa Sawara Animation channel news, na ifuatayo. Sasa ni habari kwa ufupi. Kikao cha dharura kilichofanywa na wanawake wote wenye huruma duniani na upendo kimefanikiwa kumalizika salama, na hizi ni sheria tano ambazo zimeboreshwa kutoka katika mfumo wa zamani na kuleta katika mfumo wa kisasa. Sheria namba moja: Wanawake wote wamekubaliana kwamba wapo tayari kwa ndoa za mitala bila ya kipingamizi chochote, na wameomba wanawake wenzao kusapoti swala hili, kwani wameamua kufanya mabadiliko ili kuongeza uboreshaji zaidi katika swala la ndoa. Hivyo wamewataka wanawake wote kudai haki hii ili waongezewe wake. Pale ambapo mume ataendelea kubaki na mke mmoja, basi wanawake wapo ridhaa kwenda kushtaki kwa ajili ya kudai kuongezewa wake wenza. Lakini sheria namba mbili wamekubali kutokumuuliza mume pindi atakapochelewa kurudi usiku. Hawatataka kujua ametoka wapi, bali watamwandalia supu ya moto na chapati kama zitakuwepo, ili aweze kujipoza kwa kazi nzito aliyotoka kuifanya ya kujitafutia kipato. Sheria namba tatu wamekubali kumpokea mtoto yeyote ambaye ataletwa na mume nyumbani katika mazingira yoyote, ili mradi kuzidi kuongeza thamani ya watoto. Yote hii wameona kwamba si vyema kukataa mtoto anayeletwa na mume ndani, hali ya kuwa naye ni binadamu. Sheria namba nne, wamekubali kutoshika simu za waume zao na wapenzi wao pindi tu ambapo watakuwa wameisahau, bahati mbaya ya kwenda kuoga ama kulala usingizi, hata kama hatakuta meseji imeandikwa Jeni, Aisha, Latifa au Mariam. Wamekiri na wamesema Wameboresha swala hilo, hawata shika tena simu. Sheria namba tano, wametoa ruhusa kwa mume kutafuta house girl. Yeye mwenyewe ndo achague house girl gani aje ndani, na wao wameahidi kumpa sapoti kubwa na kushirikiana naye. Hivyo wanaume wote, habari hizi ziwafikie pale popote mlipo. Mnakaribishwa na, na ninyi kutoa maoni yenu kama mtakuwa umependezwa na sheria hizo. Asante sana, na endelea kutazama taarifa hii habari, mambo mengine mazuri yatafuata. Ni Sawara News. Bye bye.